Tungeweza kusema kwamba ujio wa Yesu Kristo huo umeondoa kabisa hali ya dhuluma, uwe umeondoa kabisa hali ya uonevu, uwe umeondoa kabisa hali ya kutokujali utu, uwe umeondoa kabisa mauaji yasiyo e, yani kuuawa mtu bila hata hatia, uwe umeondoa kabisa unyanyasaji wa aina mbalimbali. Tulidhani ingekuwa miaka yoyote imepita, lakini haya mambo bado ya mpaka leo, na ni, ni kitu ambacho tunapaswa kujiuliza hata sasa hivi. Mimi li Krismasi hii, Yesu amekuja kutukomboa, amekuja kunikomboa, kuni mimi amekuja kuwakomboa watu kweli? Mimi ninaishi ile furaha ambayo Yesu kwa ujio wake alikusudia? Nina amani, nina furaha, ni mtu wa haki Wakristo Wakatoliki, kama wapo wengine ambao sio Wakatoliki, tunawakaribisha sana kwa namna zote ulizob kwamba sisi tulio Wakristo, wewe uliye Mkristo, unaweza kuwa na wajibu fulani katika utumishi wa utumishi

pewa wajibu wa kusimamia uchaguzi na taratibu zake zote zinaelewa. Bwana asimamia uchaguzi hapa. Je, unasimamia vizuri? Unasimamia vizuri kweli? Na hata kama utaambiwa ufanye namna nyingine unaweza kweli kusimama kama Mkristo kwamba mimi, kwa sababu swala hili ni la haki sitafanya? La, utafanya? Ulifanya? <laughs> Waliofanya sijui kama wako kama lakini, yani najua Atadukua, kwa sababu hukutenda haki. Huwezi kucheza na dhamini za watu, yaani unachezea dhamili ya binadamu. Binadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu na lazima aseme yeye kutoka ndani ya dhamiri yake kwa ya Roho Mtakatifu. wewe ukiingilia ile, ukifanya tofauti, maana yake Umetaka kusema kwamba kile ambacho kipo katika mawazo ya mtu ni hiki, unamwamulia wewe mtu kitu ambacho sio kweli, na ni dhambi kubwa. kama kama mwenye katika nafasi nyingine, wewe ni mtumishi, unatakiwa ufanye kazi vizuri kwa uadilifu na mwaminifu. Unaweza kuwa nazungumza na jaji ambaye ni Mkristo Mkatoliki, jaji natenda haki kwa watu. Yesu amekuja kutuletea amani kwa <laughs> watu wa haki, sio watumishi tu, lakini hata sisi as agemsh Mkristo Mkatoliki katika familia ya nyumbani, baba, mama, natenda haki kati yetu, ni mwili natendeana haki.